Leo katika meza yetu ya habari tutakwenda kuangazia mwenendo mzima wa kesi ya uchumi inayomkabili mwanadada Mange Kimambi. Tutatazama kuhusu malalamiko ya Mange Kimambi kwa rais wa Marekani na ombi lake kwa rais huyo mara baada ya yeye kushtakiwa na akaunti yake ya Instagram kufutwa kabisa, lakini pia tutagusa kwa uchache tamko la nchi ya Ghana la kulaani yaliyotokea nchini Tanzania siku ya Oktoba 29 mwaka huu wa 2025. Taarifa ambazo sio rasmi zinadai kuwa mahakama ya shirikisho, e, nchini Marekani katika wilaya ya Columbia imetoa tangazo rasmi la kusikilizwa kwa kesi ya kurudishwa nchini yaani extradition kwa mwanaharakati na mwanamuziki wa mtandaoni anayejulikana zaidi kwa jina la Mange Kimambi. Kulingana na hati iliyotumwa na mahakama hiyo, kesi hiyo yenye namba 25 MJ 154 itasikilizwa tarehe 18 mwezi Disemba mwaka huu wa 2025, saa 11 kamili asubuhi, mbele ya jaji Moxila A Apadhiaya. Ombi la kumrejesha Mange Kimambi lilitumwa na serikali ya Tanzania kupitia kwa mwanasheria mkuu wake wa serikali Dr. Hamza Johari likidaiwa linahusu tuhuma za uchochezi na kosa la kiuchumi. Serikali ya Tanzania imemburuza mahakamani mwanadada Mange Kimambi mara baada ya kumfungulia mashtaka ya kiuchumi. Mwanaharakati huyo na mwanamtandao Mange Kimambi kwa sasa anaishi nchini Marekani. Tovuti rasmi ya mahakama nchini Tanzania inaonyesha kuwa Kesi hiyo inatajwa kwa mara ya kwanza Alhamisi wiki hii ya Disemba 4 mwaka huu wa 2025. Hakuna maelezo zaidi katika tovuti hiyo ya mahakama juu ya mashtaka hayo yanayomkabili Mange Kimambi. Hata hivyo, gazeti la Citizen liliripoti kuwa kesi hiyo itasikilizwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Hasani Makube katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam. Shauri hilo liliwasilishwa na upande wa mashtaka siku ya Agosti 28 mwaka huu wa 2025. Kesi hiyo ya uhujumu uchumi yenye namba 000000 e, 21172 mwaka 2025 inayomkabili mwanaharakati na mwanamtandao Mange Kimambi imeahirishwa siku ya leo Disemba 4 mwaka huu wa 2025 hadi Januari 28 mwaka 2026, baada ya upande wa serikali kuieleza mahakama kuwa upelelezi wa shauri hilo haujakamilika. Leo Disemba 4 mwaka huu wa 2025 shauri hilo liliitwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Hasani Makube, ambapo upande wa jamhuri uliieleza mahakama kuwa upelelezi bado, hivyo ukaomba shauri kupangiwa tarehe nyingine. Upande wa Mange Kimambi haukuwa na wakili wa utetezi hivyo Hakimu Makube akauagiza upande wa Jamhuri kuhakikisha taratibu zote zimekamilika ili tarehe hiyo ikifika shauri lianze kusikilizwa. Mange Kimambi anakabiliwa na mashtaka ya utakatishaji wa fedha kiasi cha shilingi milioni 138.5 ee, ambapo na inadaiwa kuwa kati ya Machi moja na Machi 31, mwaka 2022 katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam Mange alijipatia shilingi mi, ee, shilingi milioni 138.5 na akifahamu kuwa fedha hizo ni zao la uhalifu. Inadaiwa pia alizipata fedha hizo kwa kufanya kazi ya uandishi wa habari bila kibali pamoja na kuzidai e, pamoja na kuzidai kwa vitisho. Shtaka hilo linaangukia kifungu cha 121d na 13a cha sheria ya utakatishaji wa fedha sura ya 423 ya mwaka 2019, ikisomwa sambamba na sheria ya uhujumu uchumi. Asubuhi ya Desemba 2 mwaka huu wa 2025, video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii ilimeonyesha Mange Kimambi akithibitisha kuwa amepokea taarifa kuhusu kufunguliwa kwa kesi hiyo, akidai kuwa serikali ya Tanzania imedhamiria kumrejesha nchini. Sheria ya kurejeshwa kwa watuhumiwa kutoka nje ya nchi yani, Extradition Act ya mwaka 2019, inatambua utakati utakatishaji fedha kama moja ya makosa yanayoweza kupelekea nchi kuomba mtuhumiwa kurejeshwa. Hatua hiyo mpya inakuja takriban mwezi mmoja baada ya Mwanasheria Mkuu wa serikali AG Hamza Johari eh, kueleza kuwa ofisi yake inaangalia uwezekano wa kumchukulia hatua Mange Kimambi kutokana na tuhuma za kuhamasisha maandamano. Akizungumza muda mfupi baada ya kuapishwa katika wadhifa huo jijini Dodoma, Johari alisema serikali inatumia mikataba ya ushirikiano kati ya Tanzania na Marekani kutathmini uwezekano wa kumrejesha nchini. Lakini mapema tarehe 4 Disemba mwaka huu wa 2025, mwanaharakati huyo na mwanamtandao Mange Kimambi ameonyesha kutoridhishwa mara baada ya akaunti yake ya Instagram kufutwa na Meta, akidai kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa kutoa mitazamo tofauti. Ameamua kutumia jukwaa lake la X Twitter ili kutuma malalamiko yake kwa rais wa Marekani Mr. Donald Trump, ambapo amefanya hivyo kwa kuandika barua ndefu kwenda kwa rais huyo kupitia jukwaa hilo la X Twitter, akionyesha hisia zake na masikitiko yake. Baada ya akaunti yake ya Instagram kufungiwa huku akimwomba rais huyo amsaidie ili akaunti yake irudishwe. Meta ni wamiliki wa Instagram, wanamiliki Facebook lakini pia wanamiliki na WhatsApp. Kwingineko, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ghana imetoa tamko rasmi ikieleza wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya kisiasa na ya haki za binadamu nchini Tanzania mara baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu wa 2025. Katika tamko hilo, Ghana imelaani vikali raia wasio na hatia na kutoa rambirambi kwa familia zote zilizoathirika. Katika tamko lililotolewa Disemba 3 mwaka huu wa 2025, serikali ya Ghana imesisitiza kuwa ni wajibu wa mamlaka za Tanzania, vyama vya siasa, jamii ya kiraia, waandamanaji na vikosi vya usalama kuheshimu sheria, demokrasia na utawala bora ili kulinda nafasi na haki za raia. Ghana imeunga mkono wito wa kamishna mkuu wa haki za binadamu kuundwa kwa tume huru ya kufanya uchunguzi wa wazi haki na usio na upendeleo kuhusu vurugu za baada ya uchaguzi. Ghana kama mwanachama wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa na mshirika anayejali amani na haki za binadamu duniani imedai kwamba inaunga mkono kauli na wito wa Umoja wa Afrika, yaani AU, jumuiya ya madola yaani Commonwealth, na Umoja wa Mataifa. EU imeeleza taarifa hiyo taifa hilo limezitaka jumuiya za kimataifa kuendelea kufuatia, kufuatilia hali ya Tanzania kwa karibu na kuweza kutoa msaada ili kuwezesha kukamilisha kwa uchunguzi huru wa yaliyotokea siku ya Oktoba 29 mwaka huu. Taarifa hiyo imeonyesha kuwa vurugu na ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania unaweza kuathiri uthabiti wa siasa na usalama katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Imeweka wazi kwamba ni muhimu hatua za haraka zichukuliwe. Aidha, taifa hilo limesisitiza kwamba halitasita kushirikiana na washirika wake wa kikanda na kimataifa katika kuwasilisha hoja ndani ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika ili kuhakikisha Tanzania inawajibika kwa matendo yake. Eh, hizi ndizo habari ambazo tumekuwa nazo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeziunganisha kwa pamoja na tunazisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia nje ya Tanzania kwa maana ya Afrika na duniani kwa ujumla. Kuhusiana na habari hizi, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa maoni. Lakini pia usiache kutufuatilia ama kutufolo e, kupitia katika mitandao yetu mbalimbali mbali ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, e, Twitter, TikTok na kadhalika, kwa majina ya habari kiganjani.